Vielelezo ambavyo vimekamatwa katika oparesheni hiyo ni pamoja na pikipiki piki moja, TV aina tofauti tofauti 8, redio sita, spika mbili 2, magodoro 8, kompyuta moja, simu mbalimbali tisa, visumbuzi vya Azam viwili, sukari ae, kilo 40 aina ya leof li, li soda katoni 22, chupa za basta hii ni pombe kumi mitungi ya gesi miwili pamoja na nguo mbalimbali za ndani na mashine ya kuchania mbao moja aina ya chenso. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watu wawili ambao ni Victor Simon Nyangalima miaka 30 na 3 na tatu, mkazi wa Kisiwani Mjimwema, Agustino Charles Mgimba miaka 24 mkazi wa melize wakiwa na vitu mbalimbali vinavyodhaniwa ni mali yeah, ambayo ni ya wizi, ambavyo ni sim smart saba, simu ndogo mbili, chaji za simu kumi na sita, betri tatu, power bank moja, USB moja, risiti feki mia moja hamsini na tatu, leseni ya biashara moja, makava ya simu aina mbalimbali mbali kumi na mbili ambapo watuhumiwa hao wamekiri kuiba mali hizo sehemu tofauti tofauti ikiwemo mkoa mko wa Iringa pamoja na Dar es Salaam. Mpelelezi wa shauri hili utakapokamilika, watuhumiwa hawa watafikishwa mahakamani. Sambamba na hilo, katika wilaya ya Wanging'ombe Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limemkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Houston Fredy Mwangalilwe miaka 22 mkazi wa kijiji cha Ilembula aliyekuwa ametoroka baada ya kufanya tukio la mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Andrew Hasbart Kayombo tarehe mbili mwezi wa nne ishirini ishirini na tano. Huyu bwana alimwita kwa njia ya simu marehemu tarehe mbili mwezi wa nne ishirini ishirini na tano na kuweza kumuua kwa kazi ambayo alikuwa amepewa ya kufanya hivyo, na watuhumiwa wa awali tayari wameshafikishwa mahakamani, na tukimaliza kukamilisha upelelezi wa shauri hili, huyu mtuhumiwa naye atafikishwa mahakamani vilevile. Jeshi la Polisi katika wilaya ya Ludewa limefanikiwa kumkamata Faraja Aidan Ngailo, miaka 25, mkazi wa kijiji cha Mholo, akiwa na televisheni mbili radio moja ya aina ya sabufa ambazo amekiri kuziba sehemu tofauti tofauti katika kijiji cha Rudewa, kata ya Mawengi, na upelelezi wa shauri hili utakapokuwa umekamilika, basi atafikishwa mahakamani. Kwa katika hatua nyingine, jeshi la polisi mkoa wa Njombe, katika kupambana na matukio ya kuvuka mipaka, limefanikiwa kumkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Fisha Mzumala miaka 31 mku, mkuu mkulima wa nchi ya Malawi kwa kuwepo nchini na kufanya biashara ya uvuvi wa samaki katika ziwa Nyasa bila ya kuwa na kibali. Mtu huyu amekabidhiwa katika idara ya uhamiaji na wanaendelea na hatua zingine. Kwa upande wa usalama barabarani, jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani limeweza kuzuia makosa mbalimbali ya ajali kwa kutoa elimu kwa madereva, wamiliki wa vyombo vya moto wananchi na maeneo ya shule na kuweza kufanikiwa kupunguza makosa mbalimbali kwa kiasi kikubwa. Jumla madereva 5125 wamekamatwa kwa makosa mbalimbali, na walioandikiwa faini ni 5119, waliofungiwa leseni ni watatu na waliopewa onyo ni watatu. Kwa upande wa mafanikio ya kesi mbalimbali katika kipindi cha mwezi wa tano katika mahakama za mkoa wa Njombe, Jeshi la Polisi limefanikiwa kuwafikisha mahakamani watumio watano baada ya kupatikana na hatia ya vifungo mbalimbali. Tarehe 29 mwezi wa tano 2025, mahakama ya wilaya ya Njombe iliwahukumu Mesha Kihamisi Nyenje, Noeli Eriki Lutumo, Julius Malkusi Mabena, hawa watatu wamehukumiwa kifungo cha miaka 30 kwa tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha ambapo walipola bajaji pale Makambako na ilikamatiwa eneo la Nzenge hapa Njombe. Kwa hiyo wale watu wote watatu wamefungwa miaka 30 kwa kosa hilo, lakini katika tukio hilo hilo kuna mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Toshi Onusula dugange yeye katika kesi hii amehukumiwa miaka mitano, kwa sababu huyu yeye alikuwa ni mpokeaji Tale mbili, wa zile mali. Tarehe 12 mwezi wa sita ishirini na nane, katika mahakama ya mwanzo wa Ging'ombe ilimhukumu Abasi Luimiko Ludiko miaka 52, mkulima wa Ging'ombe kifungo cha maisha jela kwa kosa la kubaka. Hii ni kesi namba 14258 ya 2025. Tarehe 29 mwezi wa 5 2025, mahakama ya wilaya ya Njombe ilimhukumu mtu ambaye amefahamika kwa jina la William Julius Mwike miaka 30 jela kwa kosa la kulawiti. Hii ni shauli namba 28192 ya mwaka 2025. Lakini tarehe tatu hii mwezi wa sita katika mahakama ya mwanzo wa ging'ombe ilimhukumu mtu ambaye amefahamika kwa jina la Levi Anthony Kiwolel, miaka 36, mkulima wa waging'ombe, kifungo cha miezi minne jela na kulipa faini kwa kosa la kupatikana na mali idhaniwayo ya wizi. Lakini mwisho, tarehe kumi mwezi wa sita katika mahakama ya mwanzo waging'ombe ilimhukumu Jaktan Godrav Nyunza, miaka 31, mkulima kwa vile kifungo cha miezi kumi kwa kosa la kudhuru la kwa kosa la shambulio la kudhuru mwili. Hii ni kesi shauri namba 47 la mwaka 2025. Kwa Jeshi la Polisi Mkoa wa Njombe linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kuacha tabia ya kujishughulisha na uhalifu. Badala yake wafanye shughuli halali ili kujipatia kipato kwani Jeshi la Polisi Mkoa wa Njombe hautasita kuchukua hatua kwa mtu yeyote atakayebainika kujihusisha na matukio ya uhalifu.